Toa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa hospitali hii ya mkoa kwa namna ambavyo uh, wamekuwa wananipa ushirikiano wa hali ya juu kuona kwamba matamanio ya moyo wangu kuweza kuwashika mkono wananchi wa mkoa wa Mbeya pamoja na kwamba mimi ni mwakilishi wa kundi la wanawake ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mimi ni naibu waziri, ni kiongozi wa kitaifa. Kwa hiyo ninapotaka kuona naendelea kuligusa kundi la wanawake, ninatambua mwanamke ndio nguzo ya familia, mwanamke ndiye ambaye anaweza kufanya familia ikawa imara sana. Kwa hiyo nikasema, kuna baadhi ya vitu ninavyovifanya navielekeza moja kwa moja kwa wanawake pekee. Kama unavyoona hapa kifuani kwangu, hii ni logo ya taasisi isiyo ya kiserikali Mary Priska Women Empowerment Foundation. Women Empowerment, tunaangalia shughuli zote ambazo zitamwezesha mwanamke kuweza kukua na kubadilika katika mwendo mzima wa maisha yake. Kwa hiyo leo tunaangalia upande wa afya, huwa tunaangalia uchumi, tunaangalia elimu, lakini leo tunaangalia afya. Ni mshukuru sana hapa daktari Dr. Kilewa, naye amekuwa na msaada mkubwa sana kuona kwamba hili hili jambo linaweza kufanikiwa na wananchi wanakwenda kufikiwa. Kwa hiyo kama ambavyo Daktari Kilewa ameongea, mimi kama mwakilishi wa kundi la wanawake, ambaye ni mbunge wa viti maalum pamoja na uongozi wa hospitali hii ya mkoa kitengo cha macho, lakini yeye akiwa kama ndio mkuu wa idara hiyo kwa hospitali ya rufaa, na hili jambo ameweza pia kukabidhiwa kuona kwamba analiongoza, anaweza kupokea madaktari wetu uh, watatu pamoja na wataalamu wengine wa afya kufikia wataalamu saba wa afya ya macho kutoka nchini Ujerumani hawa ni rafiki zangu ambao rafiki yangu mimi, maana yake ni rafiki wa wanawake wa mkoa wa Mbeya. Kwa maana leo nikishamgusa mwanamke wa mkoa wa Mbeya, maana yake ni rafiki wa jamii ya Mbeya. Kwa hiyo wana Mbeya tunakwenda kunufaika. Sasa ni mwendelezo huu, tulishawahi kufanya huko nyuma na watu zaidi ya mia moja tisini na sita waliweza kupatiwa huduma ya moja kwa moja, kwa maana ya upasuaji, lakini watu zaidi ya 4000 waliweza kupata fursa ya kufanyiwa uchunguzi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Waziri wa Afya Mheshimiwa Jenista Muhagama wameweza kusisitiza mara nyingi, uchunguzi wa afya ni jambo la msingi sana kwenye maisha yetu. Tusisubiri mpaka umefikwa na homa kali. Kwa mfano, kwa siku ya leo kwenye afya tunaangalia macho. Usisubiri mpaka jicho likose kuona. Ndio sasa wanakwenda hospitali. Kwa hiyo wale watu elfu nne waliojitokeza mwaka juzi kuja kufanyiwa uchunguzi walijitendea haki ya msingi. Kwa hiyo wale wengine hawakufanyiwa, maana yake nini? Hawakukutwa na changamoto ambayo tulikuwa tunajaribu kuichunguza, kama alivyoongea Dr. Kilewa. Uh, shughuli kubwa tunaoichunguza kwenye jicho ni hasa mtoto wa jicho. Tunafahamu afya ya jicho ina changamoto tofauti tofauti lakini tunaangalia zaidi mtoto wa jicho, kwa sababu ndiye ambaye akicheleweshwa kutolewa anasababisha upofu ama uono hafifu. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa tuwachunguze hii jamii ya mkoa wa Mbeya, kuona kuhakikisha afya ya macho inaimarika. Kama mtu atakutwa na dalili ama tayari ana mtoto wa jicho, basi atapewa huduma bure kuanzia uchunguzi. Huduma hii ni bure. Tunafahamu huduma za afya tunazichangia, na ndio maana mheshimiwa Jenista Muhagama anaangaika kuona uh, bima kwa wote ije ifanikiwe, wananchi wote wa Tanzania waweze kuishi na bima ya afya, kwa sababu ugonjwa haupigi hodi, unapata tu janga, tatizo la afya ghafla, na si wakati wote mwananchi uh, anakuwa na fedha ya kuweza kutatua changamoto za afya. Kwa hiyo ni nipende kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mbeya, sio tu wanawake ninaowawakilisha, waje na familia zao, baba na watoto waje tuweze kuwachunguza afya ya jicho. Lakini sisi watu wa Mbeya ni wakarimu, tunawakaribisha uh, wenzetu wa mikoa jirani kwa mfano, kwa pale Songwe uh, ni mkoa jirani, lakini Njombe ni mkoa jirani. Tunawakaribisha wale wanaoweza kuja. Uh, swala la nauli hili ni la mtu binafsi hiyo ndio maana tunatangaza mapema ili mtu aweze angalau kujiandaa swala la nauli. Ila ukishafika hapa hospitali ya mkoa wa Mbeya, huduma ya uchunguzi, huduma ya operation ya mtoto wa jicho ni bure. Ni bure kwako wewe mwananchi, lakini kwangu mimi kama Merifiska mbunge wa viti maalum ninatoa hizo gharama kwa niaba yenu. Ninachangia kuona kwamba uh, hili swala linafanikiwa ni kambi ya siku kadhaa kuanzia tarehe thelathini ya mwezi huu wa sita, lakini itakwenda mpaka tarehe tano ya mwezi wa saba kama alivyoongea daktari Kilewa. Kwa hiyo niweze tu kuendelea kusisitiza kila mmoja aweze kuguswa. Njoo ufanyiwe uchunguzi, gharama ni bure. Gharama yako wewe ni nauli ya kufika hapa. Gharama za matibabu mbunge wako Mary Prisca Winfred Mahundi nimeweza kuzichangia, na vile vile hospitali ya ya mkoa wa Mbeya imeweza pia kufanya sehemu yake. Kwa hiyo haya ni mashirikiano ya mimi mheshimiwa mbunge lakini vile vile na hospitali, kwa maana ni serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, wizara ya afya, hospitali ya mkoa wa Mbeya na yenyewe kuna sehemu ya gharama. Kwa jina naitwa Dr. Fariji Lutengano Kilewa, kwa sasa ndio nilipewa dhamana ya kuratibu shughuli za afya ya macho mkoa wa Mbeya, au huduma za afya ya macho mkoa wa Mbeya na kikazi niko hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya na ndio mkuu pia wa idara ya macho hospitali ya mkoa ya rufaa ya Mbeya. Karibuni sana kwa kifupi kabisa, ndugu mheshimiwa, tunakushukuru kwa uwepo wako Mti. na kwa utayari wako wa kufanya nasi kazi ndiyo kwa kifupi kabisa, kuanzia tarehe thelathini mwezi wa sita aa, ishirini na tano mpaka tarehe tano mwezi wa saba ishirini na tano tutakuwa na ugeni wa madaktari bingwa wa macho kutoka nchi ya Ujerumani, ambao tutakuwa nao hapa ni madaktari bingwa upande wa macho, na bahati nzuri sana, mheshimiwa hapa ndiye anaye dhamini uh, kwa kiwango kikubwa uh, iyo kambi ambayo tunaenda kulifanya hospitali ya mkoa wa Mbeya tutafanyia hapa kwetu na pamoja na hao Wajerumani wa, uh, madaktari bingwa kutoka Ujerumani tutakuwa na jumla ya madaktari watatu bingwa kutoka Ujerumani. Halafu uh, pia tutakuwa na manesi wawili kutoka Ujerumani na pia tutakuwa na mratibu mmoja kutoka Ujerumani, lakini pia na mwanafunzi mmoja wa udaktari bingwa kutoka Ujerumani, ambao hawa wote wataambatana na sisi wenyeji sisi madaktari wenyeji wa macho tutakuwa watatu, lakini pia tutakuwa na manesi pia watakuwepo. Uh, tutakuwa jumla ya timu kama tisa wenyeji, wageni, jumla ya watu saba. Hilo uh, kambi linalenga sana kuhudumia uh, wagonjwa wote wa macho mkoa wa Mbeya, lakini pia na majirani ambao watapata hizi habari uh, hatutawatenga tutawahudumia. hmm. na na uh, tunacholenga kikubwa sana ni uh, wale watakaopatikana na mtoto wa jicho watafanyiwa hmm. operation lakini pia hata watakaopatikana na matatizo mengine ya macho ambayo yatahitaji operation watafanyiwa, lakini cha kwanza ni mtoto wa jicho, kwa sababu kubwa kwamba, uh, magonjwa yanayoongoza ulemavu uh, wa kutokuona ni mtoto wa jicho. Wengi hmm. sana wana, tunawapata wenye hilo tatizo kwa ndo maana tunalenga hao, na yapo na matatizo mengine, lakini hilo ndo linaloongoza. Na kati ya wa, wa watu ambao au wagonjwa wanao wenye ulemavu wa kuona e, asilimia hamsini mtoto wa jicho jichwo ndo anayesababisha. Kwa hiyo ndio maana tunalenga hilo tatizo. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa naweza nikasema hivyo.